Katika different staffs ambazo zina take place kwenye Sanaa fashion show, na tunaona kwamba pale young designers au young blood kwenye fashion industry zinapata support kubwa na wale watu ambao wameshatengeneza mizizi katika fashion industry. Right now niko na Martin Kadinda ambaye amekuja kushow love na kushow support, but surprisingly enough alikuja kushow support but kaondoka na tuzo zake. I say na kwa mgenga wa Martin na mimi, mambo zako mzima za siku? Niambie, unajisikiaje? Mimi najaribu kupata nyayo zako, labda mwaka 2017 ananuta nishia kama wewe. Kwa kweli wakn

lakini naamini kwamba atakavyozidi kuwa na pale watu wengi tutakuwa inspired na watu wengi tutafanikiwa kufika, kwa sababu nataka kuangalia ni pigie kura na wabunifu wenzangu, it means tayari kwamba nimeshakuwa msaada kwao, na naona mtu anayedeserve ni mimi, kwa sababu wabunifu wengi ambao wapo Tanzania wakubwa na wenye nguvu, lakini hajapigiwa kura, kwa sababu labda wako bize na kutengeneza brand zao kuliko kujali maisha ya watu wengine. Na siju, yani, siwezi kusema kwa kweli, nadhani mimi, kwa sababu one one thing nimewaambia watu kwamba I touch your heart and I speak to your heart, it's not about what I have